Kanisa langu sio kanisa la biashara. Kanisa ambalo nataka mimi kulifungua ni kanisa la kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye yuko hai, wala haitaji sadaka. Sadaka yako labda ni ile ya kumtolea Mwenyezi Mungu na si hela. So, maybe sijui, wacha kanisa likamilike, Mwenyezi Mungu asimamie, alafu tutajua nini kitaenda kutokea. Lakini sio kanisa kwa ajili ya kupiga hela, ni kanisa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye yuko hai, sio kiziwi hata si. Um, kama pasta atakuwepo, basi atakuwa ni pasta uh, wa tofauti sana. Sio mapasta ambao wapo kwa ajili ya hela na kusubiri mshahara au kusubiri uh, kile ambacho uh, kinapatikana kina, kina kanisani. No, yani haitokuwa hivyo. Pasta, atakaye kuwepo basi ni pasta ambaye anamuomba huyo Mwenyezi Mungu na ana shughuli zake, anamuwezesha kufuatana na bidii yake. Tunaamini tutapata waumini kwenye kanisa letu wengi sana, wengi sana. We upende kufanikiwa, penda vipi la kwako. Wewe upendi, we upendi kuendesha gari nzuri ukija kanisani? hupendi kutimiza malengo yako? Ukija kanisani, Mwenyezi, Mwenyezi Mungu akutimizie kile ambacho unakiwaza una kila siku kuwa boss. channel 5 kanisani utapatikana, yeah. Kanisani kwetu kila kitu kitaenda sawa. Bwana imani yako um, ni kupambania unachokifanya, majibu yanakuja tu. Utakuwa kama nani hapo kanisani? Mimi ni muumini kama waumini wengine, umenielewa, ambaye uh, natambua umuhimu wa Mwenyezi Mungu wangu ambaye anamwabudu kila saa kila dakika. Mimi, mi Mungu wangu huwa namuomba popote pale, hata nikiwa kwenye foreni barabarani. Kuna wakati najisikia kusari, naweka gari pembeni na saari namuomba, naendelea na, muamba, na, na safari. Wapi? Um, bezi. Bezi ya, ya Kimara. Kilomita ngapi kutoka barabarani baba? Ah, hivyo uh, ni vitu vya mapema sana kwa kuzungumza. Kituo gani watu wanatakiwa nasema hivi ni vitu vya mapema sana lakini nafikiri tutaonyesha tunavyoanza, mazingira ya mwanzo, labda ili watu waone kabisa ni kitu ambacho kiko serious, na na imani Mwenyezi Mungu anatia wepesi, tunaenda kulikamilisha hilo, ila tuache kufanya dini ni biashara.